Nchi tumeanza uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1995 na mwaka 95 tulikuwa na wabunge wa upinzani 51. Mwaka 2000 tulikuwa na wabunge wa upinzani 26. Wakati huo, uh, Mheshimiwa Mboe ndo aligombea urais. Mwaka 2005 tulikuwa na wabunge wa upinzani 41. Mwaka 2010 tulikuwa na wabunge wa upinzani 89. Mwaka 2020 E 15 tulikuwa na wabunge wa upinzani 116, na elfu mbili na ishirini tuko wabunge 28 wa upinzani. Hakuna mtu aliyesema hashiriki uchaguzi mpaka tufanye mabadiliko ya sheria. Hakuna, hakuna mtu aliyesubutu kusema hivyo. Hakuna mtu aliyesema tuingie barabarani tufanye uasi kwenye chaguzi zote. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mtu mmoja aliyekuwa na tamaa ya urais ameukosa, kwa sababu anajua Samia amefanya kazi. Anataka kumwaga mboga, anataka kumwaga ugali na maji ya kunawa. Hatuwezi kukubali, hatuwezi kukubali. Ukweli ni kwamba kwa namna ambavyo mazingira ya uchaguzi yamewekwa, kwa namna ambavyo wameruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara, kwa namna ambavyo wametumia vibaya nafasi yao ya kufanya haki ya demokrasia, wamegundua kwamba wakishiriki uchaguzi huu hawapenyi. Ndio bana, wameweka mpira kwa pane. Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka yote awamu zote sita ambazo tumeshiriki uchaguzi kwenye nchi, awamu zote CCM ni ile ile, katiba ya nchi ni ile ile. Tume ya uchaguzi imeboreshwa mwaka jana, wanaweka mpira kwa pani, hii haikubaliki. Nataka niseme, unaweza kusema yote kwenye nchi, lakini mimi Salome Makamba ni msukuma wa Shinyanga, sina pakwenda. Pasipoti nimepewa na bunge ya kusafiria kwenda nje ya nchi, sina pakwenda. Mama yangu, familia yangu haina pakwenda. Hatuwezi kuhamasisha uasi kwenye nchi hii nia kitu kisichowezekana kung'ang'ania. Kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi, imebaki miaka mi, miezi mitatu, twende kwenye uchaguzi, unang'ang'ania hatuwezi. Na wewe na mtu ni mwanasheria, wote tunajua humu ndani, utaratibu wa utungaji wa sheria, utaratibu wa kurejea sheria una namna yake ambayo unahitaji muda. Ni lazima tutebo mara ya kwanza, ni lazima tutebo mara ya pili, ni lazima watu watoe maoni, ni lazima watoe maoni wananchi huo mchakato anataka mtu ametia mpira kwa pani na mheshimiwa mwenyekiti mimi naungana na wale wanaojiita sijui G55 nani mimi naenda kugombea na nitarudi humu bungeni na nimwambia mheshimiwa waziri mkuu nimeona mmeongeza bajeti baba ongeza mpunga leta ballot paper leta maboksi si tuko tayari kwa uchaguzi maboksi tuko tayari kwa uchaguzi. Haiwezekani mtu mmoja aye ndo anaamua hii nchi, leo iwe Jumapili kesho eye Jumatatu anaongea yeye, mwanaume yeye, kibasa yeye, hatuwezi kukubali. Na mheshimiwa mwenyekiti, nikuambie kitu kimoja, mimi Salome na wananchi wa Shinyanga hasa kina mama tunasema hivi: yote yametekelezwa, mama Samia mitano tena Samia mitano tena, tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, maboksi ya kura kwa ajili ya kuhakikisha tunapiga kura, tunamvika huyu mama nguo, tunamfuta machozi kwa kazi kubwa aliyoifanya na kutukanwa kwa ajili yetu sisi wananchi wake. Walisema yote, mara ameuza bandari, mara sijui mama amefanya. Sasa hivi wameshia kusema mama akifungua pochi mambo yanatekelezwa. Mimi niko kamati ya TAMISEMI, mheshimiwa mwenyekiti, niko kamati ya TAMISEMI. Kwa mara ya kwanza kwenye nchi hii, kwa mara ya kwanza nimeshuhudia kwa macho yangu jengo la mama na mtoto, mimi na watoto mheshimiwa mwenyekiti, jengo la mama na mtoto. Yaani ukishindwa uki kujifungua kawaida, chumba kinachofuata unaweza kufanya operation. chumba kinachofuata kama mtoto wako ni njiti, unaweza kumweka kwenye chumba cha watoto njiti chumba kinachofuata kama umefanyiwa operation unaweza kupumzishwa pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya mambo tuliyaona lini? Haya haya mambo tuliyaona lini?